Dada, unanimwagia maji, umenifungulisha. Mi niko nimefunga. nina dada, kanimwagia maji, mimi nimefunga. Blaza mona, sasa hivi satana afu eya ananimwagia maji, mi kanifungulisha. Sikubali mi msaumu yangu. Sasa wewe umekuta kwenye kona huyu anaosha vyombo. Atanifungulishaje? Atanifungulishaje sasa hivi saa tano ni? Sasa wewe brother unatakaje? Kama naftairi animwagie vile vile. Ah kaka, itawezekana vipi? Kwa kweli, bahati mbaya, nisamehe kaka wangu, haki ya Mungu, nilikuwa sijakuona kama kuna mtu anakuja, nisamehe bure. Ndio, kama hivyo mimi ndio wa gaspendi mimi. Hapo ndio, kesho nikuta hapa. Zingatia mdahapa <laughs> kwa misingi ya dini hapa, mimi tayari nishafungulia na ninaruhusiwa kula hapa mdada. Kama lijuani injia tati kupita mwezi wa ramadhani uishe. Dada wewe na akili <laughs> <laughs> <laughs>